wanashika daftari anageuza kusema mbele yako kwa hivi. So sasa anaandika anaandika. Sisi wakati tunasoma ile soma lea, tulikuwa tunakaa watu moja, wanafunzi wawili, mnatawala katikati. Hapa wameweka kibao kinatenganisha daftari yako, malawati yako, daftari zako, vitabu vyako vinakaa, kuna mwenzako huku, naandika vizuri. Lakini watoto wetu watotendea, na wenyewe wako shuleni, hawajui kwamba ashaishi sio rafiki wanafikiri hivy. Sasa sisi tulioketi hapa tufanye makusudi kaaarii ya kuogoa utoto wa arana kitu tuna laki, na mimi nilichokiona kama tuna laki, inawezekana tuna jeshi ambalo hatulitumii vizuri ni yaani, kwa maana kwamba tuna waalimu ambao ndio wanatusaidia kufundisha wale shuleni. Tuna mkuu wa shuri anatumia vizuri rasilimali aliyenayo kuhakikisha waalimu wake wanafanya kazi sawasawa, wamemaliza mada ndio? Je, hizo mada wamemaliza na wanafunzi au wamemaliza peke yao? <laughs> ana kuna wawili <clears> kakibi <throat> na mada mwezi wa tano, nimemaliza napeleka taarifa kwa mwalimu wangu, ni bwana, nimemaliza mada, lakini kitoa mjiani mtoto wa kwanza ana ishirini Si ndio? Kwa hiyo nikahisi kama tungeweza hapa tukitoka pamoja kwa vila kuu wote na sisi tupo, tuanze na mkuu wa shule au mwalimu ajitambue kwamba yeye ni nani kwenye nafasi hii. Na kwamba yuko pale kwa ajili ya kusimamia elimu kwenye shule yake na haki, yani jambo ya lake la msingi la kufanya ni kuhakikisha yeye kila mwalimu anatumika kama alivyoelezwa na rais ili atumike. Unatoka kwa mkuu wa shule unakuja kwa afisa elimu kata, kwamba je, huyu afisa elimu kata mwenyewe naye anafanya kazi yake kama afisa elimu kata? Anamsaidia mwalimu mkuu au mkuu wa shule kuhakikisha walimu wake wanafundisha sawa na na walimu ulivyo sasa. Kama maafisa elimu kata wakajichuni na wao kwa stairi hiyo, wakajua jukumu lao kuu ni kuhakikisha walimu walioko shuleni wanafundisha, yeye akimsaidia mwalimu mkuu wake kuhakikisha walimu wanafundisha. Alafu tukatoka pale na wilaya, najua wilaya ina shule nyingi, zaidi uwezekano wa kwenda kila mahali ngumu, lakini wao wakasama kwamba anakuja Kasanga, anaangalia si ndio? Tukaweka cheni ya kusimamiana kwa maana kwamba wilaya ikamsimamia asaibukata Mkata akawasimamia wakuu wa shule, wakuu wa shule, wakuu wa shule, wakuu wa shule wakasimamia walimu wao, kila mtu waka, akatimiza wajibu. Ninafikiri tunaweza kutoka hapa tulipo tukaenda hatua nyingine, lakini kingine nichokuwa naomba ni ile tunasema ule tathmini binafsi, kwamba kila mtu akajenga spirit ya kujitathmini kaa kuwezeshana kwenye vikao na sehemu mbalimbali. Mwalimu wa darasa akajitathmini, mkuu wa shule akajitathmini, afisa elimu kata akajitathmini na mwingine, ninafikiri pia tunaweza tukatoka hapa tulipo tukaenda sehemu nyingine. Kwa wadau wa elimu kama tungekuwa na namna moja bora ya kuweza kuboresha tukafanya hivi, tukawa na utaratibu wa kwamba mwanafunzi asiweze kuingia darasa linalofuata kama hataweza kufikisha alama fulani. Nadhani hili litatupelekea kuweza kufika sehemu ambapo ni pazuri. Kwani kwamba kuna walikuwa wanafanya kazi. Na kwangu binafsi toka moyoni huwa sikimbilii mtu kuona kwamba eti amemaliza mada ili hali kwenda kutoa zoezi mbaya wanafunzi wanafee. Hapana. Ili uweze kumpima huyu unaweza kumpima mtu hata kwa mada tano akifanya vizuri. Bora aelewe ndani ya mada tano kuliko kukimbilia mbele ukamaliza wakati huku bado umewacha nyuma. Kwao angalau tuweze kujiwekea mikakati kama wilaya, isibaki kuwa kama shule, ikiwa kama tamko kiwilaya kwamba mwanafunzi asipate kazi kwenda kazi nyingine kama hatajua kama hatajua kipengele fulani, itasaidia na sisi wale tunajikita kweli kusimamia vipengele vile ambavyo vya msingi vitatuvusha pale tulipo na tuelekee sehemu ambako tunapotakiwa. kama wilaya tumbe haifanyi vizuri. Tuwe kwamba kuna hoja tunatakiwa tuzitengeneze kwenye kikao hiki mbele ya mwenyekiti, kwamba tunaanzia wapi tunaenda wapi kwenye upande wa wilaya yetu. Upande wa taaluma, mimi ningependa kuchangia kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza ni usimamizi. Usimamizi kwenye upande wa taaluma unauanzia kwa kiongozi ambaye yupo eneo husika, ambapo wanafunzi wapi, kwanza kuanzia kwa wanafunzi wenyewe Haijalishi wanakaa wapi, haijalishi wanatokea mazingira gani, haijalishi hali ya chakula kwao ipoje. Sisi wote tulioko hapa tunajua mazingira tuliotokea, mazingira yetu ni magumu, unarudi nyumbani chakula hakipo, lakini unatakiwa kwenda shule na ukasoma na uweze kufanikiwa, na tulifanya hivyo kila mtu akisema historia yake, kula ugali na chumvi, lakini haukumfanya yeye ashindwe kufaulu. Mkuu wa shule, mwalimu mkuu, mwalimu, kama ukifanya kazi ya ualimu kwamba ni sehemu yako ya maisha yako, bila kujali kuna mazingira gani magumu unayapitia, kwa kufanya kazi wako, mimi naamini utawatengeneza watoto, hata kama ni chini ya mti watafundishwa vizuri na wataelewa vizuri. Msiwe waoga kushughulika na wazazi ambao wanatupelekea kwenye utoro huu. Wako wazazi ambao wa yeye ya, akiamka na mwamsha mtoto wake akafunge ng'ombe akafunge jembe kwenye ng'ombe. Sasa shughulikeni na watoto wenyewe kwa mujibu wa sheria, lakini shughulikeni na wazazi wanaopelekea utoro huu kuendelea kuwekwa katika baadhi ya maeneo kwenye wilaya. Jambo la pili Halmashauri mkurugenzi najua unanisikia iweke mikakati ya kuongeza ufaulu na kupunguza mdodoro na mkakati huo ni mema mtatuambia ni mkakati gani mmewekea mpango upi wa utekelezaji na mtaupima mkakati huo kwa namna gani ili sisi wote baadaye ili tulioko hapo tuwe na uelewa tukifanya hivi tutapunguza hizo changamoto za ufaulu go katika eneo letu, lakini tunaendelea kufanya tathmini ya utekelezaji wa elimu, nao unafanyika kwa ngazi zote shule na kata ili kuweka malengo ya utekelezaji. Leo hapa tunafanya tathmini ya elimu ya wilaya, sivyo? Lakini wenzetu wale wenye shule yenyewe husika wale walikuwa wa mwisho shule yenyewe kufanya tathmini imejiona ina mapungufu gani, imepanga mkakati upi, inatuhaidi nini, lakini pia kata kusika kuna wadisi bado. Lakini pia unaweza ukawa sasaamaduni wayamhii walimo wakifundisha kwa kufuata tamaduni zile, taratibu na miongozo ile ya ufundishaji, na hani watakuwa wametimiza wajibu wao serkali inajenga miundombinu wao wafundishi na kwa sasa mtu tunaweka madawati kutarajiaa lakini pia walimu hawahawa atakusaidia katika maadili wanataka watoto hawa kwa shule za kutwa mchana mzima lakini kwa shule za bweni wanakaanaula mzima wako kwa hiyo mzazi katika shule ni mwalimu atafanya kazi ya kufundisha lakini akusaidie kuendelea kuimarisha malaihi ya watoto hawa watoke katika shule wakiwa na wazazi wao. Mnafahamu kuna wingi linazunguka zunguka katika taifa, baadhi ya watoto wanaathiriwa kutokana na mazingira. Sasa walimu kusajili, tuendelee kuwa na watoto hawa wakiwa vile walivyo, ilitengeneze kizazi kijacho cha watoto na taifa ambalo linaishi katika misingi at